Jina la Lolilo. Nyota ya msanii huyo nguli kutokea Burundi iliangaza kuanzia tarehe kumi na mbili Desemba kunako mwaka 1985. Sababu ya Lolilo kwenda kimataifa ni kwa sababu ya wananchi wa Burundi na hapa imekuja kumchukua takriban baada ya miaka kadhaa. Nyimbo ambayo ilimfanya Lolilo kutoka nchi ya Burundi na kuelekea kimataifa na mpaka kupata cheti chake cha muziki ambacho kimeitwa Lapin. Mimi namuita ni Lolilo Simba nare chamba la Burundi. Wewe utamuitaje? Sababu ya Lolilo kutokwenda kimataifa kwa sasa ni kwa sababu ya game la Buja Flavor, ama nkisema ni kwa sababu ya game la 257 ni kama bado haijamridhisha mpaka kupewa cheti hicho cha Lape. Lolilo alikuwa akijishughulisha sana na mwendo wa kumwiga msanii wa Marekani ambaye amepewa jina la Nelly na Lolilo, kipindi hicho ameweza kujipatia Nelly di Burundi, mpaka ikampelekea yeye na aliyekuwa na yeye na aliyekuwa mpenzi wake kipindi hicho kama Guitar Chanel, mpaka kwenda na kuweza kuingia studio na kuweza kufanya nyimbo iliyopewa kwa jina la Dilema. Lolilo mpaka sasa bado kuna ahadi nyingi ambazo alikuwa akizitoa mitandaoni na bado hajawahi kukamilisha moja kwa moja. Kabla sijakupatia hiyo ahadi ni ahadi gani, nirudie tena huku nyuma niseme kwamba kunako tarehe kumi na sita Februari Lolilo ameweza kuachia nyimbo ambayo ameipatia jina la Stop Crying ambayo imeweza kuzungumzia machache aliyoyapitia huko kitambo. Aidha niseme machache aliyoyapitia yeye na mzazi mwenzake moja ndani ya watu ambayo walikuwa wakiongelea sana. Nyimbo hiyo imeleta baadhi ya mchangamshi fulani kwenye YouTube channel yake, na huku imeweza kuonekana comment ya legendari mwenzake. Hapa nikimwita Mugani Desire, ama wewe muite Big Farias, utakuwa kabisa haujakosea. Wacha tumwite CEO wa Bantu Boy iswi, kama tumemvulia heshima. CEO ameweza comment kwamba light nyimbo hiyo, ungeweza kutia sound nyingi kwenye chorus nyimbo ingekuwa tamu zaidi, lakini kupitia hiyo comment imeweza kuonekana kwamba Big Farias amekuwa na ukaribu fulani na msanii huyo Lolilo. Kwa wajibu wa ile ahadi, nimekuambia kwamba Lolilo ameahidia baadhi ya wananchi wa Burundi, ni ahadi ya nyimbo inaitwa Pepea, ni nyimbo ambayo mpaka sasa ina takriban zaidi ya miaka mitano huko kwenye studio za Bantu Boy. Na mpaka sasa, je, wewe kama mpenzi wa muziki kwa nyimbo za Burundi unaisikama nyimbo hiyo itapatikana lini na itatoka lini? Kwa maana wanakwambia kwamba baada ya vitu vingi kuonekana huko kwenye mitandao ya kijamii comments za mashabiki zimekuwa nyingi mpaka wakasema kwamba hakuna jinsi Lolilo anaweza akafanya featuring na Big Farriers, na huku wakiufia kwamba kila mmoja anasema atanizimisha. Kwa kurudi nyuma nikumbushie kwamba msanii huyo Lolilo kuna baadhi ya nyimbo ambayo amekuwa ameshaitoa yeye na Big Farriers. Lincha ya yachuri na zingine nyingi, kuna nyimbo ambayo nito long time imeweza kuonekana wakiwa pamoja. Wenda inaweza kuwa baada ya nyimbo hiyo kuto kutoka, ndio maana imeweza kusemekana nyimbo ya pepea kubaki studio mpaka sasa. Nadhani hata hiyo nyimbo pepea hata Lolilo mwenyewe ni kama haikumbuki. Lakini lincha ya kuwa mimi na kufikishia habari hizi leo, tarehe 7 Mei 2025 ni kuwa Lolilo ameipokea amepokea tunzo la heshima kutoka huko mjini YouTube mimi naita ni YouTube creator Silver ameweza kuipokea tarehe hii ya leo, ndo ameweza kuweka kwenye mitandao na hapa akishukuru ndugu jamaa, marafiki na wapenzi wa mziki wa buja Flavor, akisema kwamba asante na anafurahi sana. Moja ndani ya vitu ambavyo vimeweza kufanya Lolilo mpaka leo aweze kuchukua tunzo hiyo Sopray ni nyimbo ambayo tayari ipo mjini YouTube. Kama bado haujaifuatilia na kuomba moja kwa moja, ingia hapo kwenye comment, bonyeze link ya blue iwezi kukutupa huko, uweze kusikiliza. Baada ya kuachia nyimbo na jua ya yeye na msanii Diamond Platnumz kutokea Tanzania, basi moja kwa moja Lolilo amekuwa mwenye furaha sana. Kipindi hicho alikuwa ni msanii ambaye alikuwa na ndoto ya kipekee ili kufikisha nchi yake na kuweza kufika kimataifa. Moja ndani ya vitu ambavyo mpaka muda huyu bado unataka ni kujengezee. Baada ya nyimbo lo na jua ambayo aliweza kumshirikisha Diamond Platnumz, Lolilo amekuwa ni mwenye furaha na alikuwa ni mwenye furaha, na huku akijivunia nyimbo yake kupenya kimataifa. Ni kweli nyimbo hiyo imeweza kumsaidia kufika sehemu na kuweka kwenye nyingine sehemu, lakini pia tunakumbushia kwamba moja ndani ya vitu ambavyo vinatufanya tukufikishie taarifa hizi. Lolilo siku za nyuma alikuwa mwenye kuyatoa malalamiko zaidi, na huku akisema kwamba baada ya Diamond Platnumz kuchukua nyimbo hile na kuweza kiuzisha kwa mziki hapa, anasema ni haki miliki ya huko South Africa. Lolilo amekuwa ameweza, ameweza kustopiwa akaunti yake ya YouTube siku inamwingizia baadhi ya malipo kila mwisho wa mwezi moja kwa moja. Hii imemfanya Lolilo kuchukua takriban kama miezi minne mpaka misita, baada ya nyimbo hiyo kuingia huko kwenye mjini YouTube, lakini mpaka sasa leo ameweza kupata tunzo yake yangu inaandikwa ni Drama News Star, na hii su ya kukosa pata habari za ndani na nje ya nchi kupitia Drama Star News. Hii ni moja ambayo inahitaji sapoti. Moja ndani ya vitu ambavyo tayari vinaweza kutuweka huko mjini YouTube ni hii Silver Creator ambayo Lolilo tayari amekamilisha siku ya leo, ni baada ya wafuatiliaji, baada ya wafuatiliaji laki moja kwenda YouTube chaneli yake imeweza kumpatia tunzo hilo la silver award, kama kumuonesha kuwa ni msanii. Kwa sasa ameshaeneza condition za kuwa msanii wa kimataifa. Una lipi la kumpongeza Lolilo? Moja kwa moja, tukutane kwenye comment nitecube drama, DRAMA. Usitoke, ni vipi utazipata habari moto moto za mastaa wa nyumbani na East Africa? Jiunge na Drama News Star, na hii sio ya kukosa kwa ladha ya sauti na interview yenye ubora wake.